Machafuko ya baada ya uchaguzi katika taifa la Tanzania yanaendelea kuliweka taifa hilo kwenye ramani ya ulimwengu. Wiki jana Bunge la Ulaya lilitaka kusitishwa kwa ufadhili wa Umoja wa Ulaya wa Tanzania kutokana na visa vya mauaji ya raia wakati wa uchaguzi, vile vile ukandamizaji wa upinzani. Mbali na kuweka vikwazo vya ufadhili kwa Tanzania, Umoja wa Ulaya unaitaka Tanzania kuwaachilia huru wafungwa wa kisiasa bila masharti. Intimidation of the opposition, media restriction and enforced disappearances. The EU has to stop its substantial financial support to Tanzania

Katika hotuba yake ya nne kwa taifa kuhusu machafuko ya baada ya uchaguzi hapo jana, rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alizikosoa vikali nchi za kigeni kwa kile alichokitaja kama kuingilia masuala ya ndani ya Tanzania. Rais Suluhu alizishtumu nchi hizo kwa kuunga mkono madai ya upinzani kwamba uchaguzi wa Oktoba ulikuwa na dosari, akibainisha kuwa Tanzania haijawahi kuingilia kati jinsi mataifa mengine yanavyoshughulikia visa kama hivyo. Nje huko anakaa oh, Tanzania ifanye moja, ifanye mbili, ifanye tatu, halafu ndio itakuwa hivyo. Who are you? kwao hayatokei okay? Tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao, wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani ni fedha chache wanayotugaia? Mwanamke mzuri ndio anaepiganiwa. Uongo kweli! Sasa nchi yetu hii Alhamdulillah, Mungu katuumba vizuri, katuumba vizuri sana, katuweka pahali pazuri sana. Kama navyowaambia, Tanzania ni lango la kuingia Afrika. Kuhusu machafuko ya baada ya uchaguzi, Rais Samia Suluhu Hassan alisema kamwe Tanzania haijalishwi na vitisho vya mataifa ya magharibi kutishia kubana ufadhili, akisema hata fedha ambazo mataifa ya kigeni yanadai kutoa ni kidogo mno. Niwaulize, kwao hayatokei okay kwao hayatokei okay. Tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao, wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani? Ni fedha chache wanayotugaia, na fedha yenyewe sasa hivi haipo. Tunafanya biashara, wao wapate na sisi tupate, ndipo tunaposimamia Akihutubia taifa wakati wa mkutano wake na wazee wa Dar es Salaam, Rais Samia amedai machafuko yaliyoshuhudiwa baada ya uchaguzi yaliandaliwa kimakusudi na kufadhiliwa na mataifa ya kigeni yenye lengo la kuiumbisha Tanzania. Naapa kuilinda nchi hii na mipaka yake, kulinda usalama wa raia na mali zao, na katika hali hiyo nguvu inayotumika inaendana na tukio lililopo. tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, Ndugu, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Ilikuwa tuwaangalie wa, waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe? Hapo patakuwa pana dola kweli? Upinzani nchini Tanzania unaendelea kushinikiza serikali kuweka wazi idadi ya waliofariki wakati wa machafuko ya uchaguzi, huku viongozi mbalimbali mbali wakitilia shaka mpango wa serikali kuhusu maridhiano. Kutaji idadi ya watu wangapi yaongezee asira ya, ya watu. Watanzania wanajua ndugu zao wamekufa wangapi. Kila mtaa unajua umezika watu wangapi, kila kitongoji unajua umezika watu wangapi, kila kijiji unajua watu wamezika watu wangapi waliokufa Eh, wengine wamefia Dar es Salaam wanaenda kuzikwa Moshi. Kwa hiyo kwenye haya yaliyotokea, serikali lazima ifanye maridhiano na raia wake, iwasikilize raia wanasemaje, wanataka nini. Hili ni jambo la kwanza, lakini jambo la pili, kuna watu wamekamatwa katika nchi hii na baadhi ya kesi za kisiasa zipo. Kuna watu wana kesi za kweli, wamefanya makosa kweli kabisa lakini ipo haja ili kutengeneza maridhiano yaliyokuwa mazuri, ipo haja ya wale ambao wana kesi za kisiasa watolewe. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Joseph Jira, Coco FM, ladha ya pwani.